Raisi wa zamani wa Korea Kusini, Yoon Suk Yeol, ambaye anaondolewa madarakani, amehukumiwa kifungo cha miaka mitano jela baada ya kupatikana na hatia ya kutumia vibaya mamlaka, kuzuia haki na kughushi nyaraka kuhusiana na jaribio lake lililofeli la kutangaza sheria ya kijeshi ya mwaka 2024. Shirika la habari BBC limeripoti kuwa, hukumu hiyo ni ya kwanza kati ya kesi nne zinazomkabili Yoon kufuatia tamko lake la kushtukiza la sheria ya kijeshi. Ingawa hatua hiyo ilidumu kwa muda mfupi, imesababisha machafuko makubwa nchini kote, huku wananchi wakijitokeza kwa maandamano na wabunge wakikimbilia Bunge la Taifa kupinga uamuzi huo. Akisoma hukumu hiyo leo Januari kumi na sita ishirini na sita, hakimu alisema kuwa hatua za Yoon ziliingiza nchi katika mgogoro wa kisiasa na kubainisha kuwa rais huyo wa zamani ameonyesha kutokujutia kosa mara kwa mara, jambo lilokuwa likizingatia katika uamuzi wa adhabu hiyo. Uamuzi huo unatoa taswira ya mwelekeo wa kesi nyingine zinazomkabili Yoon ambazo zinahusisha mashtaka mbalimbali kuanzia matumizi mabaya ya mamlaka hadi ukiukaji wa sheria za kampeni za uchaguzi. Shtaka zito zaidi ni uasi, ambapo waendesha mashtaka wameomba adhabu ya kifo, huku uamuzi wa kesi hiyo ukitarajiwa kutolewa mwezi Februari. Wakati hukumu ikisomwa, takribani wafuasi mia moja wa Yoon walikusanyika nje ya mahakama wakitazama mwenendo wa kesi kupitia matangazo ya moja kwa moja kwenye skrini kubwa. Baadhi yao walibeba mabango makubwa mekundu yaliyoandikwa kauli mbiu za kumuunga mkono Yoon, huku wengine wakimzomea hakimu au kuonekana wenye huzuni. Mahakamani, Yoon alipatikana hatia ya kutumia walinzi wa rais kuzuia kukamatwa kwake, kushindwa kushauriana na baraza zima la mawaziri kabla ya kutangaza sheria ya kijeshi pamoja na kuandaa na baadaye kuharibu waraka wa kughushi uliodai kuwa hatua hiyo ilikuwa imeidhinishwa na waziri mkuu na waziri wa ulinzi. Yoon alikana mashtaka yote, akisisitiza kuwa hati ya kukamatwa kwake haikuwa halali na kwamba sheria haimlazimishi kushauriana na kila mjumbe wa baraza la mawaziri kabla ya kutumia mamlaka ya dharura hatua wa hiyo. Waendesha mashtaka walisema kukosa kwake kuonyesha majuto kulistahili adhabu kali zaidi, licha ya wao awali kuomba kifungo cha miaka kumi. Kesi za Yoon zimefufua tena mjadala mpana kuhusu mgawanyiko wa kisiasa nchini Korea Kusini. Ingawa jaribio lake la kutangaza sheria ya kijeshi liliibua maandamano makubwa ya wananchi, na bado ana wafuasi wanaomwona kama shahidi. Kulingana na utafiti uliofanywa Desemba iliyopita, karibu asilimia thelathini ya wa Korea Kusini hawakuamini kuwa hatua yake ilikuwa sawa na uasi imeandaliwa na Heleni Mdinda kwa msaada wa mshirika habari, na kusoma kwako nami Timo Thrugoe.